Juu ya sheria Muzangu na kanuni zilizopo ndugu zangu, haitoshi kunyamazia. Hayo mambo si jibu. Siku zote panapokuwepo na manuniko mahali, ili kuleta suluhu ya kweli ni vizuri kuzungumza. Kwa maana hii, nahimiza kwamba wale wote wanaohusika kwa maana chama tawala na vyama vya upinzani na serikali, naita meza ya mazungumzo zangu. Anapozungumza watu, siku zote kwanza presha inashuka, lakini pia kila mmoja anakuwa ana tayari kupoteza baadhi ya mambo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Upande wowote unaong'ang'ania maana, ni wazi tuelewe kwamba hakuna chama chochote cha siasa chenye hati miliki na nchi hii. Tunao watu wengi sana ambao si wanachama wa chama chochote, na mojawapo ni mimi. Mimi sina chama chochote na sitazamie kuwa ana lakini ni Mtanzania, tena Mtanzania kwa damu. Sisi ambao sio wanachama wa chama chochote na wengine wote vyama visifikiri kwamba wao tu pekeapo Watanzania, sisi wote ni Watanzania tunaohitaji amani, utulivu na mshikamano katika taifa yetu. Kwa hiyo narumgia kusema na ita meza ya mazungumzo maridhiano ili kama kuna jambo lolote ambalo alijakaa sawa basi liwekwe sawa, twende kwenye uchaguzi tukiwa wamoja kama Watanzania na tumalize uchaguzi tukiwa wamoja. Ndugu zangu, si jambo lililofichika, jambo lililo wazi kabisa hata mjinga analielewa. Chaguzi zilizopita zimenunikiwa kupita kiasi, na hata uchaguzi wa mwaka jana wa serikali za mitaa umenunikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na mi nataka tu nitoe mfano, katika kituo kimoja, katika kituo kimoja sitapataje wameandikisha watu 30 wakati wa kupiga kura, watu waliopiga kura ni watu mia tatu. Hao wengine wametoka watu? Hizo ni dalili zinazoonyesha kwamba chaguzi zetu haziendi sa sawasawa zangu, kama tatizo liko mahali, tusikimbilie kuziba midomo ya wale wanaosema, jamani, kuna tatizo. Tusikilize, tutatue, tukae pamoja kama watanzania na twende mbele. Napenda nikumbushe hilo sana, maana ndugu zangu, baada ya uchaguzi kuna maisha.